Jina langu naitwa Dorcas Daniel, kukamilisha matangazo haya mwenzangu ni Freedom Richard. Mshirika wetu ya asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe. Kama bado hujasubscribe, unaweza kusubscribe ukaitwa mdau wetu sasa kwa kubonyeza eh, kwa kubonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, lakini pia kwa kubonyeza alama ya kengele utakuwa wa kwanza kupata na kupokea taarifa zetu pindi tuapo hewani kila itwapo sasa, kila itwapo leo kwa habari na matukio mbalimbali, kama tu tutapata fursa ya kukusogezea hayo mezani kwako. Karibuni kuangazia magazetini leo, kipindi ambacho kinakujia hewani saa moja na nusu za asubuhi kila siku za wiki mpaka Jumamosi, na hivi sasa tayari ni saa moja dakika thelathini na nne tangu ilipotimwa saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili sasa dakika thelathini na tano. Magazetini leo ina sehemu mbili tu. Ya kwanza ni kwa ajili ya habari za kitaifa na kimataifa. Ya pili ni kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani. Nipashe ukurasa wake wa mbele, habari kubwa inasema Kariakoo yasalimika, wafanyabiashara washukuru jeshi lakini walia kukosa wanunuzi hasa kutoka nje ya nchi. Kariakoo yasalimika. Bila shaka ni kufuatia eh, maandamano yaliyokuwa yakifanyika wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29. Maridhiano yataponya taifa. Wadau mbalimbali wamesema hayo. Unaweza kujipatia nakala hii ukapata habari hiyo kwa kina. Bandari Tanga ya okoa jahazi Malawi kupata mafuta ndani ya siku mbili. Mwili uliorejeshwa na Hamas kutoka vitani Gaza ni wa Mtanzania. Mwili uliorejeshwa na Hamas kutoka vitani Gaza ni wa Mtanzania mwenye amrejesha, Hamed Othman atoa ya moyoni. Habari hii utaipata katika gazeti Nipashe. Panya wala bangi, polisi, panya wala bangi, polisi washtakiwa waachiwa, vilevile Nipashe linaandika undani wa habari hiyo. Wamachinga sauti ya wanyonge gazeti limeandika vurugu za uchaguzi, CCM yatoa tamko zito, Othman yaanza ziara kupoza wafuasi wake, ukurasa wa mbele wa gazeti Wamachinga. Kabla sijaondoka katika habari hii kuu ya vurugu za uchaguzi, CCM yatoa tamko zito, ina e, inaonyesha habari, picha inayoonyesha miundombinu iliyoharibiwa, vituo vya mafuta vilivyochomwa moto, vyombo vya usafiri pia ambavyo vimechomwa moto. Hii kufuatia maandamano yaliyofanyika e, katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29, yajadili hali ya kisiasa nchini, ya laani vurugu. CCM hiyo e, ya wapongeza wa Tanzania kutekele, e, kuji, e, kujitokeza kwa wingi kupiga kura kuonesha imani <laughs> kwa CCM. Sawa, Zuber Maulid uh, spika tena baraza la wawakilishi. habari hii imetajwa hapa. Watanzania, nini hiki kimetokea nchini? gazeti wa machinga linauliza. Unaweza kujipatia nakala ya gazeti hili pindi tu utakapoamua kufanya hivyo. Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika Johari apongezwa kwa kuaminiwa na Samia. E, chama cha mawakili wa serikali chasema kimeonyesha wazi uteuzi huo si wa kisiasa. E, waridhishwa sifa zake kitaaluma na uzoefu wake pia. Haya, Putin ampongeza Dr. Samia kushinda uraisi. Othman Masoud asisitiza amani iwe kipaumbele. Bunge la tangaza nafasi za ajira, vigezo vya tajwa Tef Poleni wa Tanzania, tujisahihishe. Amani si zawadi, ni jukumu la kila mwananchi kuilinda. Habari hii utaipata katika gazeti Majira utakapokamata nakala hiyo. Gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, habari yake kuu inasema Urusi yamtumia ujumbe maalumu raisi Samia. Habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti Uelekeo ikiambatana na habari picha. Huko Zubair arejea uspika Zanzibar. Rasmi. Makala hali ni shwari mpakani. Rais Dr. Mwinyi amwapisha mwanasheria mkuu hapo Zanzibar. Haya, mwanahabari gazeti bora mtazamaji limeandika Watanzania hawajazoea mabavu kutoa na ngeo. Hii ni kauli ya kwake, eh, profesa bingwa swahili, wa Kiswahili akinena Watanzania hawajazoea mabavu na kutoa na ngeu. Putin ampongeza Dkt. Samia kushinda urais. CCM yapaza sauti hali ya kisiasa ya laani vurugu uvunjifu wa mali za umma. Zaidi ya wageni 140 watembelea hifadhi ya Kilwa Kisiwani. Wingu zito uteuzi spika wa bunge. Habari hii imetajwa katika gazeti Mwanahabari gazeti bora bora hasa Mwananchi bwana limeandika, wasanii mashabiki katikati ya mvutano. Wasanii mashabiki katikati ya mvutano kulikoni? Habari picha ya ukurasa wa tatu, lakini pia tumeweza kuona eh, wapo wasanii ambao wameharibiwa mali zao na kutupiwa pia maneno makali na shutuma eh, katika mitandao ya kijamii na maeneo mengine kufuatia vuguvugu vugu la siasa. wasanii mashabiki katikati ya mvutano, habari picha hapa inamwonyesha msanii e, Juksi, lakini pia Bill Nass maarufu Bill Nenga, ama mumewe na Nandi alafu, tuko naye hapa katika habari picha yupo e, msanii Alikiba, vilevile Shilole. Haya, kunani? Kamata nakala gazeti Mwananchi unaibu spika ulivyokuwa ngazi ya kufikia uspika. Habari hii imetajwa ukurasa wa pili, kibarua kilichopo mbele ya Rais Samia pia kimetajwa hapa e, mambo kumi yatakayokusaidia kuondokana na kiwewe e, kiwewe ni nini, na mambo gani kumi yatakayokusaidia kuondokana na kiwewe hicho? Basi <laughs> kamata gazeti Mwananchi uweze kufahamu kwa kina. ACT yaandaa wafuasi wake kuelekea SUK IGP wengine wanne kortini kwa kumshikilia e, John Heche. Haya bwana, kazi yangu ni kukuangazia tu yaliyoandikwa, basi napita hivyo nikiangazia gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, utaifa kwanza. e, tefu ya shauri kujisahihisha kuzungumza, tume haki za binadamu kufanya uchunguzi kulinda amani, habari kamili ukurasa wa pili gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. Wagombea urais upinzani wataka foara iwe sheria, washauri vyama vyote vitekeleze, wahimiza ustahimilivu eh, watoa rai viongozi wasichochee chuki wafuasi wao. Abdullah Maulid warudi kwenye nafasi zao Zanzibar. Abdullah Maulid, warudi kwenye nafasi zao Zanzibar. Wanasaikolojia watoa tiba utulivu wa akili. Habari hii imetajwa katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania asubuhi hii. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Dkt. Mwinyi Mteu Ahmed, makamu wa pili wa rais, amwapisha mwanasheria mkuu habari. Picha inaambatana na habari hiyo, huku Zubeira atetea kiti cha uspika blw habari hii pia utaipata katika nakala ya gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi utakapokamata nakala hiyo. Haya, Osmani ahimiza umoja mshikamano. Aha, wananchi waipongeza SMZ kujenga mahakama mpya. Habari hii imetajwa katika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Uhuru vijijini amani utulivu vya zidi kuimarika. Raisi Mwinyi amwapisha dkt Talib Haji mwanasheria mkuu wa Tanzania. Dumisheni amani yetu, Komoro wanasema hayo. Haya, bwana Maulidi spika tena wa baraza la wawakilishi. Wananchi kila kona wafurahia huduma. Haya, naondoka hapo nikiangazia Taifa Tanzania, uzalendo kwanza omo awataka Wazanzibari kusimama imara kulinda amani. Afya, ziara ya ki, e, kichama visiwani Pemba. Habari ukurasa wa pili, wakili Kibatala avunja ukimya kuhusu hali ya polepole. Watalii 147 kutoka nchi 13 watembelea kisiwa cha Kilwa. E, Mwinyi ateua 8 kuwa wajumbe wa baraza la wawakilishi Sawa, mabasi 150 kuchukua nafasi ya mwendo kasi kwa siku 90. Habari ambayo imetajwa katika e, nakala ya gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Siku tisini maana yake miezi takriban mitatu. Mwananchi huru gazeti limeandika, tume haki za binadamu kuchunguza vurugu zilizosababisha vifo. Profesa Tibaijuka ashauri waliokufa wazikwe kwa heshima. Eh, kwa nini E, wanatajwa kuwa mashujaa amala shule ya hazima Magomeni yatia fora, saba, ya tiafora matokeo darasa la saba siri ya mafanikio yatajwa, wazazi wapongeza. Habari hii imetajwa hapa na mwandishi wetu. Chama cha mawakili wa serikali wampongeza Hamza Johari, huduma za kijamii uchumi zaendelea Iringa. E, habari hii imetajwa katika nakala ya gazeti Mwananchi Huru. Unaweza kupata nakala hiyo sasa. Ta, Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu. Aliyemwangusha jeri silaha afunguka, ni Bakari Shingo wa ACT wa Zalendo, asema hakuwakilisha vyema wananchi wake Ukonga, anasema licha ya kuwa wazi e, licha ya kuwa waziri, jimbo limejaa matatizo e, banae. haya bwana Hazina Primary School yaendeleza umwamba wa elimu Dar es Salaam. ACT e, Wazalendo watilia shaka kifo cha kada wao wa mahabusu Tarime. Habari hii imetajwa katika gazeti Mtanzania Leo, unaweza kupata nakala hiyo vilevile. Gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi: tunajitathmini, tunajipanga upya, CCM wanasema hayo e, Hazina Magomeni yazidi kung'ara matokeo darasa la saba 2025. Rais Samia apokea ujumbe maalum kutoka kwa Putin. Muhimbili yaeleza chumvi inavyoweza kusababisha shinikizo la damu. Tef yataka maridhiano kuponya majeraha. Habari hii imetajwa katika gazeti Rey ya Mzalendo, ukweli na uwazi. Unaweza kujipatia nakala hiyo mara moja. Jamvi la habari, gazeti lako limeandika kauli ya rais Samia, imetupa utulivu kuendelea na majukumu wananchi. Serikali yaanzishe maridhiano haraka kuponya majeraha, kurasa tatu. Naandika Dr. Mwinyi ateua nane kuwa wajumbe wa baraza la wawakilishi. Hayo na mengine mengi utayapata katika nakala hiyo ya gazeti hilo. Ni kuangazia gazeti Tumaini Letu likiandika msijiruhusu kuwa karakana ya shetani. Msijiruhusu kuwa karakana ya shetani. Sheria isiyomsaidia mtu haina maana. wasafi, eh, wasafi kumradhi, wasafiri kujengewa groto kukinga ajali. miundombinu ya kanisa kuanzia karne ya nne. Pawasa zitaka klabu kuacha woga kimataifa haya na mengine mengi basi utayapata katika gazeti tumaini letu na magazeti mengine kadha wa kadha asubuhi ya leo yaliyopata fursa ya kuandika habari za kitaifa kimataifa vilevile michezo na burudani ambayo tutaiendea hivi punde baada tu ya mapumziko mafupi kwa maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya rev E. S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 Gazeti wa Machinga Sporti michezoni limeandika, Simba yapiga hesabu kali ligi ya mabingwa. Habari hii imeweza kuandikwa hapa. Kagera Sugar yajipanga kurudi ligi kuu, beki ya sinki amvutia kocha Mabedi. Habari hii utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti wa Machinga Sporti kwa wewe uliye mwanamichezo ama mdau wa michezo. Gazeti Majira, Gamondi yaita kikosi cha maangamizi Stars yumo, Kevin John kuingia kambini Novemba kumi. Simba Sports Club JKT hapatoshi kesho, ligi kuu bara, kama tanakala gazeti Majira. Gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Simba yajivunia rekodi hatua ya makundi, sasa wanachora ramani ya ushindi, watinge robo fainali. Gamondi amrejesha Kevin John Stars. Habari uh, hii imetajwa katika gazeti Uelekeo Sport. Michael Jackson aendelea uh, kukomba fedha namna gani? kama tena kala hiyo, uweze kufahamu habari hizi za kimichezo, lakini pia burudani. Twiga Stars watabiriwa makubwa WAFCON. Meneja Simba ataja mechi ngumu kaf, uh, kaf confederation Cup. Habari hii imetajwa hapa katika gazeti Mwanahabari, ukurasa wake wa mwisho kabisa. Mwana Spoti limeandika Pedro awatoa jasho mastaa, ni baada ya kushtukia jambo. Kazi ipo hapa. Mobanka, bangi eh, zilikaribia kuua kipaji changu. Mobanka anasema bangi zilikaribia kuua kipaji changu. Simba Sports Club ya mtisha beki Mtunisia. Habari hii imeelezwa hapa. AI ilivyookoa e, ndoa ya Nandi e, bwana. Habari hii imetajwa pia katika gazeti Mwanaspoti. Namna gani unaweza kufahamu habari leo? Guji la habari Tanzania, upande wa habari za kimichezo na burudani, yani ukurasa wa mwisho wa gazeti hili limeandika Gamondi amrejesha Kevin John Stars. Yanga yajifua kuikabili KMC. JKT Queens yaenda Misri ligi ya mabingwa Afrika. Bugando health marathon ya ahirishwa. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa mwisho wa gazeti habari leo uh, gwiji la habari Tanzania, gazeti Zanzibar leo michezoni, Taifa Stars kuingia kambini Novemba kumi. Kocha JKT aitaja Taifa Stars. Haya, Kipanga yaibanjua JKU. Mlandege ajipanga kutetea ubingwa. Timu ya taifa netiboli kujichimbia huko Zanzibar. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Uhuru, ukweli daima. Gamondi ampa majukumu Kevin John. King Kibaden asisitiza umuhimu wa akademi. King Kibadeni asisitiza umuhimu wa Akademi. Haya bwana Yanga zaanza Yanga Simba zaanza kuchonga kuchonga nini utajua utakapokamata nakala yako Foden furaha tupu huko Man City Taifa Tanzania uzalendo wa kwanza michezoni Ligi Kuu Bara kuendelea kesho hatimaye Kevin John aitwa kikosi cha Taifa Stars Yanga Sports Club yakatiwa tamaa kutinga hatua ya robo fainali Eh, Songea United yaomba mchezo dhidi ya B19 uchezwe kwa raha. Haya, labda tutashuhudia tanange huo baada ya ombi hilo. Jamvi la habari sporti, gazeti hili limeandika, Gamondi atangaza kikosi cha Taifa Stars, miongoni mwa habari za kimichezo na burudani ambazo zinashika hatamu kwa siku ya jana, leo na hata pengine zijazo. Ni pamoja na hii, kocha Miguel Gamond, kocha wa Taifa Stars, timu ya Taifa ya Tanzania e, atangaza kikosi cha Taifa Stars, na umeweza kuona baadhi ya ma, ya mastaa wakitajwa katika mchezo huo. Je, watafuzu? Karata ya Miguel Gamond itaisaidia Taifa Stars kufuzu katika mchezo huu wa kirafiki? Sijui, tusubiri kuona e, itakavyokuwa, huku Clement Mzize kuikosa Yanga Sports Club vs KMC Football Club barei utaipata pia eh, katika nakala hii. Lakini sasa gazeti hili pia limeandika mashabiki wazidi kuwa kaba ko wasanii mitandaoni kufuatia vuguvugu vugu la siasa eh, za Tanzania. Unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari kwa kina. Mimi ninayehitimisha magazetini hapa, jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, si mbaya ukamilisha matangazo haya, mwenzangu ni Freedom Richard, upande wa mitambo shirika wetu asubuhi ya leo ni Tabernacle of Glory TAG Kawe. Mtazamaji, asante kuwa nami kuanzia mwanzo hata tamati, na wewe utakayeungana nami tena baadaye kutizama eh, video hii, basi ni kushukuru kwa wakati wako. Endelea kuifuatilia Sauti Kuu TV online kila itopo sasa, kila itopo leo. Tena subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Hii ni Ijumaa kuelekea weekend, basi mimi ni kutakie ndugu yangu Jumaa mabruk. Kwa maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya Rev. E.S. Munisi vilivyohaririwa